Lakini tuna jambo kubwa ambalo tunakusudia kulifanya hapa la uzinduzi wa utoaji wa elimu ya ilani mpya ambayo inaitatekelezwa kuanzia 2025 hadi 2030. Sisi kama UWT tumeamua kupita kuwaelimisha wanawake wenzetu, kuwaelimisha wananchi juu ya ilani ambayo chama chetu katika mkutano mkuu iliupitisha na kuuzindua chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan sasa ilani ile ambayo ndio hii hapa ambayo tunakusudia sisi leo tunaizindua hapa kama UWT kwa kuwaelekeza wanawake wenzetu mambo makubwa yaliyowekwa ndani ya ilani hii ambayo yatafanywa kuanzia mwaka huu 2025 ishirini thelathini. Kwa mara ya kwanza nchini Tanzania, ilani ya Chama Cha Mapinduzi anakabidhiwa raisi mwanamke ikiwa ndio kiongozi raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi kama kina mama hatunabudi kumuunga mkono kwa asilimia zote, Mheshimiwa Raisi, kwa sababu sote ni mashuhuda. Miradi yote ambayo imetekelezwa katika maeneo mbalimbali, wadau wakubwa ni sisi kina mama. Kwa suala ya kukuza uchumi, vijana mlioko hapa, serikali yetu hii imeweka kipaumbele cha kuwawezesha ajira milioni nane laki tano, lakini kwa ujenzi wa vyuo vya ufundi kila mkoa na kila wilaya, na kama mnavyoendelea mlivyoona, kazi inaendelea lakini kwa akina mama kwenye swala hilo serikali imedhamiria kuanzisha mfuko mahususi wa kuwawezesha mikopo yenye riba nafuu ya makundi yote. Mama Samia oyee! Ni uzinduzi elimu itaendelea, ni swala zima aliosema mheshimiwa mbunge wenu hapa, la maswala miundombinu, nataendaa kuwaeleza zaidi, lakini kipekee lakinikipekee ningoyo serikali tena inakuja kuijenga upya ili iweze kupitika kwa rahisi, lakini kwa kipengele cha maendeleo vijijini, barabara za vijijini zitapitika wakati wote. Ndio lengo la ilani. Tumeizindua rasmi ilani hii ya Chama Cha Mapinduzi kwa UWT kuendelea kuifanyia kazi. Mwisho kabisa ni waombe ifikapo Oktoba, Msisahau wale wote mliojiandikisha, kila mtu wewe, hey, kila familia, baba, mama, mtoto, wale ndio mmejiandikisha, nendeni mkampigie kura Dr Samia Suluhu Hassan kwa kura ya urais.